Mbolea ilikuwa bei ya gari mno, sasa ilikuwa inachangia. Hata kama nakwenda kununua mbolea nanunua kiasi kidogo tu ambayo haiwezi kukidhi mahitaji yangu. Zamani ilikuwa ni laki na arobaini, sasa hivi ni sabini. Hapo tunazidi kushukuru kwa Mama Samia ametufanya watu wanaboresha kazi. Ujio wa mbolea za ruzuku umeongeza tija kwa wakulima kutoka wastani wa kilo mia tatu za mahindi kwa ekari mpaka kufikia kilo mia sita sambamba na upanuaji wa mashamba kutoka ekari kumi hadi 30 kwa ajili ya kilimo biashara. Mwaka jana tumetumia mbolea ya ruzuku na mazao tumepata. Kuna mkulima anayelima kwamba asipate matokeo, lakini baada ya mbolea matokeo yamekuwa ni makubwa sana. Kuna watu ambao hapo hao walikuwa wanajishughulisha na shughuli mbali, mbalimbali tofauti na kilimo, lakini baada ya ujio wa ruzuku leo, hao watu wameona sasa fursa zipo kwenye kilimo. Hata sasa hivi ukienda kwenye familia yangu utafikiri mimi ni mtumishi kutokana na hii mbolea ya Mama Samia.